Jina langu ni Beatrice Mboze Gambo. Kulingana na historia ya Kimijikenda, Mboze ndiyo aliyekuwa mke mkubwa, ndevyo ambasevyo Mboze na matezi mwaka wa sabini na mbili wakati mwili wa marehemu Ngala ulivyofika Mombasa, mimi nilikuwa sijazaliwa lakini nilielezwa na wazee na baba zangu ya kwamba hiyo siku kulitokea mpafuriko ya watu wa kijamii ya kimijikenda pale Mombasa. Ni kweli si kweli? Watu walijaa wake kwa waume, wazee kwa watoto, na walikuwa wanalia kilio kwa sababu ya kifo cha marehemu Ronald Gala, na watu walijaa katika barabara. Naambiwa hiyo siku watu hawatakuweza kuenda makazini kwa sababu barabara zilikuwa zimefurika. Leo mimi nimesimama hapa, naleta bado kilio kutoka mji wa Mombasa, na najua kuna viongozi wamekuja hapa, najua kuna chairman wetu wa wale wanauza mnazi pale Mombasa, zaidi ya members elfu mbili mia sita ambao bado wana kilio kwa sababu wanahangaishwa pale Mombasa. Leo nimeleta kilio kwa niaba ya watoto wetu wa Kimijikenda pale Mombasa ambao wengi wameshindwa kuenda shule kwa sababu wazazi wao hawana karo ya kuwapeleka shule. Leo naleta kilio kwa niaba ya kila mama pale Mombasa ambao kila asubuhi lazima warauke, waende wakatafute vibarua vya kufua ili wapate shilingi mia mbili walishe familia yao. Leo nimekuja kuleta kilio kutoka Mombasa. Usema vijana wetu wanahangaika, hawana ajira, baba zangu na walilia leo. Haya yanayofanyika leo hapa Kaloleni ni historia, na ndio maana nilipoitwa niwe katika kamati hii nilijitolea. Tulikaa, tulikesha, tukatembea, tukaenda na magari kwengine, tukatembea na miguu ili tuweze kuwa na mazungumzo haya. Leo naleta kilio kutoka Mombasa Heremboze ombo nevyalamizichenda wakaloleni nevyala mizichenda rie Mombasa, huu moja huu uende ukatoe zile dhiki pale Mombasa. Kwa hivyo mimi naomba naomba na nalia naomba na natoa kilio, tukitoka hapa, tafadhalini njooni Mombasa njooni tuje tushike mkono kule, tutatue na tutoe viki ya watu wetu na na manya ganda wende yanawezekana, kwa sababu huyu Mungu tunayemwamini huyu Mungu ambaye alimpatia maono mheshimiwa Ronald Gala, huyu Mungu ambaye alimpatia maono marehemu Karisa Maitha yuko hai na yuko na sisi hapa. Kwa gago machache Mlungu nagahase.